Akitoa taarifa kwa vyombo vya habari mkuu wa mkoa wa Tanga Batrida Buriani amesisitiza wananchi kujitokeza kwa wingi ili kutua mizigo iliyokuwa inawalemea kwa kipindi kirefu, yenye kuhitaji msaada wa kisheria ikiwemo migogoro ya ardhi, ukatili wa kijinsia, mirathi na malezi ya watoto. Madhumuni makuu ya kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia Suluhu Hassan, kwanza ni kuongeza uelewa wa masuala ya kisheria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 ambao Mheshimiwa rais wetu kwa mapenzi makubwa, haijawahi kutokea katika awamu zozote. So imekuja kwa mara ya kwanza. Wadau na wataalamu wetu watajipanga kuanza utekelezaji wa kampeni katika halmashauri zetu zote, kata kumi, lakini vijiji kila kata. Katika ufafanuzi wake mtaalamu wa masuala ya kisheria akabainisha changamoto za kisheria ambazo zimejitokeza kwenye mikoa ishirini na tatu waliopitia katika kampeni hiyo na kupata suluhu ya migogoro iliyodumu zaidi ya miaka ishirini kutatuliwa na zaidi ya watu milioni mbili wamefikiwa na huduma hiyo katika tumefikia wananchi zaidi ya milioni mbili pointi tu, pointi mbili zaidi ya wananchi milioni mbili pointi mbili tumefikia, lakini pia tumekumbana na migogoro zaidi ya, mi, ya elfu ishirini ambayo tumekumbana nayo. Kati ya migogoro hiyo migogoro zaidi ya elfu nne imetatuliwa na kuisha kabisa na tumekutana na migogoro mingine ambayo ni zaidi, migogoro imedumu zaidi ya miaka kumi ishirini, lakini kupitia kampeni hii unakuta mgogoro unaisha ndani ya siku moja, siku mbili, mgogoro umeisha. Kwa hiyo ni rai yetu kuwaomba wananchi wasikae na migogoro hiyo, ndio muda mwafaka huu wa kufika kuleta changamoto zao na kuwasaidia migogoro ambayo ya mazingira ya kimahakama tunayoendelea kuwashauri wananchi wapeleke kwa, katika katika mahakama na ile ambayo ni ya kiutawala tunaitatua kwa njia ya kiutawala kupitia ngazi mbalimbali zilizopo za kiutawala. Wananchi wa mkoa wa Tanga wamesema mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa suluhu kwa Watanzania na kukazia Wanatanga kuvunja ukimya, badala yake wajitokeze ili kutoa hoja zilizowanyima haki kwa kukosa kumudu gharama za kisha kwamba tupeleke hoja, kunja ukimya. Tanga njoo useme, mwanangu mimi alifanyiwa hiki, mume wangu ananifanyia hiki, mke wangu ananifanyia hiki. Sawa, wanasheria wapo kwa ajili ya kutusikiliza na msaada wa kutusaidia. Kilio changu ni cha mtoto tu, kama huyu mtoto anafanyiwa tendo kinyume na maumbile, huyu mama ameona kabisa kule akikaa nafsini mwake, anaona nifanye nini hata wa Tanzania niweze kuwaokoa, sio mitano tena. Mungu akuongezee miaka ya kuishi mpaka utakapoondoka chini ya jua, tayari tumekuwa na taifa zuri ambalo lina upendo, umoja na mshikamano na linatokomeza maadili potofu. Tanga kuna mambo mengi ambayo tunastahili tuyaseme, tusiwe wa, wasiri. Kuna ardhi ambayo tunadhulumiwa kuna mipaka tunadhulumiwa, tunanyanyaswa na watoto mashuleni na walimu pia, ni wakorofi kwa watoto shuleni, wanawafanya sasa hivi hata wanakimbia mashule. Hebu tokei ni Wanatanga, msiogope, huu ni wakati wenu. Sisi tumeletewa mama na tumtumie mama vizuri, tumuongezee mitano tena na mpaka hiyo thelathini. Ni kiripoti kutoka Tanga, ni mimi Zodikika.